Wewe ni mtu mwema na ninakushukuru kwa sababu ya kuendelea kuangalia taarifa zetu kupitia hapa Nyikani TV, kwa ajili ya kupashana taarifa na maoni mbalimbali mbali katika nchi yetu yanayoendelea, lakini yanayoendelea katika nchi za jirani, lakini pia katika dunia nzima kwa ujumla, bila kuacha Afrika kwa ujumla wake, ambapo tunakuletea taarifa za uhakika kabisa. Lakini zipo taarifa ambazo ziko mtaani watu wanajiuliza endapo Tundu Lissu ataendelea kushikiliwa na serikali katika magereza ya Tanzania, je, Chadema itaendelea kumkosa mwenyekiti wake kwa muda gani? Na je, watasubiri mpaka miaka mitano ipite ndipo wafanye uchaguzi? Majawabu ni mengi na maswali ni mengi, lakini wanaenda mbali zaidi wachambuzi wa mambo kadhaa ya kisiasa kwamba endapo itatokea jambo hilo likaendelea kuwa hivyo, na labda pia uchaguzi ukaitishwa, ili wafanye uchaguzi upya, ili kumpata mwenyekiti wa chama hicho. Kwa mtazamo wangu, niliwahi kusema hata kabla uchaguzi wa Chadema kufanyika, kati ya Freeman Mbowe pamoja na Tundu Lissu, nilisema endapo Tundu Lissu angeshinda mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, tungeshuhudia matamko mengi kutoka kwenye tume ya uchaguzi na kwamba huenda chama cha mapinduzi kisiwe na raha sana kutokana na uwepo wa Tundu Lissu. Hatimaye Tundu Lissu akashinda uchaguzi, akamshinda uh, aliyekuwa mwenyekiti wake bwana Freeman Aikaeli Mbowe. Yanayoendelea nadhani kila mmoja anakumbuka na hivi karibuni mmoja wa mtazamaji wetu ametueleza kwamba anakumbuka ile statement ambayo nilikuwa nimeitoa, kwamba, bwana, anaikumbuka ile statement yako uliyoitoa kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo ulisema kwamba endapo Chadema itashikiliwa na mwanasheria nguli huyu Tundulisu, basi tume itakuwa na matamko kadha wa kadha ama ya mara kwa mara lakini hata CCM pia uh, haitakuwa na utulivu mkubwa kama ambavyo ingekuwa na utulivu u, akiwepo Freeman Ikaeli Mbowe. Turudi kwenye uchambuzi huu wa je, endapo uchaguzi utaitishwa tena, je, Freeman Ikaeli Mbowe na kagombea itakuwaaje? Mimi nasema kwamba uh, inawezekana kwa sababu wafungwi na sheria yoyote ama ya katiba yao ya Chadema kwamba anaweza sigombee Endapo Freeman Mbowe akagombea tena wenyekiti wa Chadema kwa sasa, ni nadhani kura alizokuwa amezipata zinaweza zikapungua zaidi kuliko kuongezeka. Kwa nini na kwa nani ambaye anaweza kumshinda tena? Endapo mambo haya yatafanyika hivyo, basi tutarajie kwamba atakayechukua fomu ya wenyekiti atakuwa ni Mwenye, makamu mwenyekiti aliyepo kwa sasa bwana John Heche, ambaye ataungwa mkono kama vile alivyokuwa ameungwa mkono na alivyokuwa ameungwa mkono mwenyekiti wake Tundu Lissu na lile kundi zima. Ikumbukwe pia unapogombea katika nafasi yeyote na mwanataaluma ambaye ni mwanasiasa, ni mwanasamani, mwanasheria mwana, ujue kabisa kwamba una kazi ngumu sana. Kwa nini? Kwa sababu wanasheria wengi wamekuwa kimbilio kwa sasa wa wananchi wengi katika matatizo yao. Tunafahamu matatizo yanayowakumba Watanzania walio wengi katika maeneo tofauti tofauti, katika upande wa sheria, watu wanaosimama nao kidete, watu wanaosimama nao wakati wote kwa gharama ama kwa kutokuwa na gharama, yaani kwa kutokutoa gharama yoyote ni wanasheria. Na sasa ni wazi kabisa, wanasheria jambo lao ni moja, na wanazo sababu, kwa sababu wanakutana na mambo mengi sana kutoka kwa wananchi, kwa wanaiangalia jamii inataka nini, hivyo wanakuwa na jambo lao moja. Mbowe atakuwa na kundi lile lile ambalo wengi wao ni wanasiasa aa, na wanataaluma wengine, lakini uungwaji wake mkono ni wa wale watu wengine, kama si fadhila basi ni yale tu mazoea kwamba huyu amekuwa mwenyekiti wetu wa siku zote. Na haya mambo yanatokea wala si kwa bahati mbaya, ni mipango, na niseme yawezekana katika nchi nyingi za Kiafrika hakuna uchaguzi ambao hauingiliwi na, na serikali. Chaguzi nyingi za barani Afrika, serikali mara nyingi inakuwa na mkono wake, yani inakuwa na mtu wake ambao anamtaka kumweka pale. Yawezekana ni Tanzania tu haiwezi katokea hivyo, lakini sijafanya utafiti, ila sijui, ila nachofahamu ni kwamba nchi nyingi za Kiafrika uchaguzi wowote wa wanataaluma, wa wanasiasa vioni, wanafunzi mara nyingi serikali inakuwa na mkono wake. Yawezekana ni Tanzania tu ndo mambo haya hayapo, labda mtaniambie ambi, nye watazamaji, kwamba labda nyie mnachokifahamu ni nini, lakini ninarudi pale pale kwamba endapo mambo haya yatatokea, uchaguzi ukaitishwa upya Chadema kwa ajili ya kumchagua mwenyekiti wa chama hicho taifa, baada ya kuona labda Tundu Lissu wanaendelea kukabiliwana na mashitaka ma, ma, ma yake ni kwamba endapo Mbowe atachukua fomu, ninayo matumaini makubwa kwamba Heche pia atachukua fomu ya ya, ku, ya kushindana na Mbowe. Na Heche anaweza akamshinda kwa sababu tayari Heche amekuwa kwenye kundi la wanasheria ambao uh, wako nyuma ya Tundulisu, lakini pia jamii hata ambao sio wanachadema nataka kusema hili. Naamini baadhi ya watu hawatalielewa vizuri ama watakasirika kwa namna moja ama nyingine, hata walioko ndani ya chama cha mapinduzi na vyama vingine, wengi wanapenda siasa za Tundu Lissu, ingawa hawezi kujitokeza kusema hadharani, lakini huku chini wanasema. Na hivi karibuni, kama nilivyotoka uh, kukuambia hivi punde kwamba Kanisa Katoliki limetoa tamko kuhusiana na yanayoendelea nchini lakini pia kuelekea uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano kwamba wananchi wasikilizwe. Ni tamko kubwa ambalo lina mambo mengi ndani yake, ambalo linapaswa pia kutafakarishwa, kuwatafakarisha wenye maamuzi. Hivyo endapo itatokea Heche pamoja na Mbowe wakagombea nafasi hiyo ya wenyekiti, hakika a, kura zitakuwa huenda, uh, Heche anaweza kupata kura. Mimi namtabiria Heche kwamba anaweza kupata kura nyingi zaidi kuliko bwana Freeman Mbowe kutokana na mambo ambayo yametokea katika uchaguzi, uchaguzi wao ambao umefanyika hivi karibuni mwanzoni mwa mwaka huu na yanayoendelea kwa sasa na kundi la G55 linalojita G55, kwa sababu nikisema G55 kwa wale wafuatiliaji wa, wa masuala ya kisiasa wanajua ni lile kundi ambayo lilikuwa naidai Tanganyika wakiongozwa na wazee ambao walikuwa ni wabunge watuku hasa wale uh, akina Mzee Njeru Kasaka na wenzake, ili G555 limejitokeza hivi karibuni kijita kwa jina hilo hilo, lakini ni mpasuko kutoka kwenye chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambalo lenyewe linasema kwamba uh, linahitaji kuingia kwenye uchaguzi hata bila mabadiliko, kwa sababu hao wana matarajio kwamba huenda wakapewa ubunge ama wakachaguliwa na wananchi. Watanzania ukiingia katika ngwe ya kuwania nafasi za madaraka na baadhi wanahoji, je, madaraka na uhai wa watu? Je, madaraka na usalama ukoje Koyo? Kwa hiyo kuna mkanganyiko wa mambo mengi katika jambo hilo, lakini mada ya leo ni kwamba endapo uchaguzi utaitishwa wa Chadema ambao yakachukua fomu ya kuwania nafasi ya, na ya urais, je anaweza kapata na, mimi maoni yangu ni kwamba sidhani kama anaweza kapata kutokana na hali ilivyo ama hali inayoendelea kwa sasa. Haya ni maoni yangu, lakini nawe pia unayo fursa na nafasi ya kutoa maoni yako hapa hapa Nyikani TV kulaiki, kushare pamoja na kucomment kama nilivyo kuomba, pia utoe maoni yako huru, bali usitukane. Karibu kwa maoni yako.